Na manaibu wa, wa mawaziri maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa, wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko, na tumeaona sasa wanaporudi kutulaumu, mlitumia nguvu kubwa. Wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe, walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana, tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao na sisi tutafanya vile vile, kuilinda nchi. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi, kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya Waangalie watu walivyotuitikia, waangalie kazi tuliyoifanya ndani ya miaka mitano iliyopita. Walijua, na wapinzani wetu walikataa kuingia, hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa, walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi, aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Na yafafanua haya, ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi. Inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia. Na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko lakini wakaamua kurudi, kwamba hawaridhishwi na yanayotokea, wanatuambia walikaa vikao na wakaamua tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata, wamezusha hili lililotokea. Kwa nini siku ya uchaguzi Haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi? Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine? Hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki, mpaka yafanywe yale yaliyofanywa? Ni maswali ya kujiuliza. Lakini katika hili tunaambiwa kuna waratibu ambao wanaishi nje ya nchi, wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Tunaendelea kujifunza na kuwatafuta tuwajue tu ni kina nani. Sasa hebu, watu wote hapa chini ya miaka hamsini wasimame, watu chini ya miaka hamsini wasimame. Aha, kwa hiyo wengi waliosimama hapa naona ni mawaziri wangu wengi chini ya miaka hamsini. Haya, kaeni. Viongozi wa dini wachache na vijana wa jiji la Dar es Salaam na wafanyakazi wa serikali wachache. Sasa hili jambo lina waratibu kutoka nje, lakini kwa nini waratibu kutoka nje? wale waratibu wa Tanzania tunao, wajua wale ni shida za maisha, ni shida za maisha. Akisukuma akisukuma maandamano, umbea na nini kuhusu Tanzania. Watanzania wale wale vijana ambao wanadai ugumu wa maisha, wanatumia fedha zao kununua bando kuwaangalia na kuwasoma. wamesukuma nini lakini yeye ukisoma yeye kule anatiliwa fedha. Kwa hiyo, kimoja kinachowasukuma ni shida ya maisha. Kule waliko hawako sawa, kuna shida ya maisha. Sasa kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu, wamekosa uzalendo tu. Na ukiwatizama vizuri si wa Tanzania kamili kamili, kwa hiyo it doesn't matter. It doesn't matter whether Tanzania inaungua haiugui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si Mtanzania kamili kamili, hana shida hizo. Hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana, waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri na kuingia kwenda. Hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu huko waliko. Hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka wanasiasa wakaenda vyama vyengine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa hawa ambao mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka nikaunyoosha vizuri nikidhani nawanyooshea watu wa tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliowakuta nje, wana safa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona. Nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha. wa kiwanja ni hawa hawa walionambia sawa, tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawambia kesi nitazifuta njoni, njoni, tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja baadhi yao, wamekuja mikono mitupu, hawana kitu tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyooshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi? Yeye kaja, yule aliyemnyooshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia wenye akili timamu, nikajua watarudi, tukae tuzungumze, tuende na niliwapa fursa zote, nyi ndio mashahidi, niliwafungulia. Walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike mseme yenu. Yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano, ni hawa hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana Siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo siyo siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakatizo wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa, anakwenda kufanya siasa nazozijua yeye za kuvuruga nchi. Hiyo siyo siasa, hiyo siyo siasa. Kwa hiyo, ndugu zangu, niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae, na kwa masharti tuzungumze, ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana. Haikuwa hivyo. Lakini kundi la pili tuangalie, vijana. Vijana wetu dai kwa njia nyingine, mpaka waingie njiani wakafanye vurugu walipwe, wakachome vituo walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya. Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah, Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika, pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema, hawana sababu, hawana ugumu wa maisha, kwa raha zako kabisa mwenye ugumu wa maisha kweli kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe kaimbe oyoyoyo oy? huo ugumu wa maisha! Mwenye ugumu wa maisha na struggle anahangaika kutafuta chakula chake cha leo, na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha haa. Wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao. Kwa wale watafiti. kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie kwa vijana wetu, wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha, wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo, hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile, walikuja kutuambia, jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani, lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi, na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana, badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu, hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani, ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Tuangalie taasisi zetu ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu. Lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi, utaondoka tu lakini uondoke, turekebishe. Tuseme kweli, taasisi zetu za dini. Tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui nne sijui tano. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna mabaniani, tuna mamonki wale, sijui buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa, lakini kubwa ni hizo nne au tano. Na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Suni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Suminani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override madhehebu ma mengine yote ya dini. Hakuna hakuna. Kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna tuna sheria zetu, tuna katiba yetu, tumeamua kuwa democratic country. Tutaendesha uh, demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana, lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna hakuna, tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii, hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndo wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndo ita override Tanzania, na tamko nikilitoa ndo hilo hilo. Na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa, matamko manane yametolewa na teke manane lakini ukaenda chini chini wenyewe wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo walio waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwayo niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe, ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu? Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri, mpaka kule vijiji, hilo kosa letu? Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu? Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi, hilo ilo ndo kosa letu? Kosa letu ni nini? kama mtu hampendi, anaoongeza anayeongoza, tustahamili tu, tu. Mioyo yote imeombwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza, ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya sita, wote walipendwa na kila mtu? nchi ilivurugwa? Sa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu sheria zetu zipo, nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria, hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu tumieni akili zenu. Najua hakuna hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu, wanamharibu mtu kichwani, kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu, kila mamlaka imeletwa na Mungu, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamume, kila mamlaka imeletwa na Mungu. Na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anaijua duniani, hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua kwa nini Samia leo yuko hapa. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini tuvae majoho yale, majoho yaoneshe sura hal halisi hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna, ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu tusivuruge nchi yetu. Kama kuna lolote, njia sahihi za mazungumzo zipo, njia sahihi za kukaa na kujadiliana zipo. Hakuna sababu yoyote. Nikaifanyia kazi vizuri sana ikaleta mwanga mzuri sana, mpaka wale nisiowajua jina lao wakenda wakabadilisha nchi ikachukua mwelekeo mwingine. Lakini nataka niwaambie, tutasimama na kuilinda nchi hii kwa nguvu zote. tumeyatekeleza